Customer Service Week ni wiki ambayo tunawashukuru wateja wetu kwa kuwa wateja wetu, lakini pia tunapata nafasi ya kuendelea kuwasikiliza na kuwahudumia. Tuko hapa kwenye biashara kwa sababu ya wateja, na tukiwa katika wiki hii ambayo tunaadhimisha wiki ya huduma kwa wateja maana yake ni wiki muhimu sana kwetu sisi. Ni wiki ambayo tunakuwa karibu na wateja wetu kwa ajili ya kuwashukuru, lakini pia kuelezea baadhi ya huduma na bidhaa ambazo tuna tunazitoa katika kampuni yetu. Na hapa Mbagala tulikuwa na duka, lakini duka hili lilikuwa sehemu ambayo ni gorofani, ambayo unaona kabisa pale, hatuwezi kushirikisha watu wote ambao wanaweza kufika kiurahisi, kao tukaweza kusema tuhamishe duka letu tumepata sehemu ambayo ni rahisi, iko njiani na inaweza ikafikiwa na mteja wa aina yoyote, kwa sababu sisi lengo letu pia ni kuhakikisha tunajumuisha wateja wa aina na wenye matatizo yoyote kuweza kufika katika duka letu, na hii imekuwa ni kipaumbele kwetu katika kuhakikisha maduka yetu yote tunaweka kwa namna hiyo. Lakini katika mwaka huu ni mwaka ambao tumesherehekea miaka ishirini na tano kwa kipekee kabisa, ni washukuru wateja wetu wote kwa kuwa na safari kuwa nasi katika safari ya miaka 25, na ni miaka 25 ya kuwahudumia. Ndio maana katika wiki hii kauli yetu sisi tunasema ni miaka 25 ya kukuhudumia, kwa sababu tuko kwa ajili yako, miaka 25 ya <coughs>